Leo bimashiati lillahi taala, tuko katika kukamilisha kitabu chetu cha matnu ajrumia katika somo letu la nahwu, na leo ni darasa ya mwisho kabisa. Tunahitimisha katika mlango unaoelezea babul makhfuwat min alasmai, mlango unaelezea yale yanayopata khafdu irabu ya jari katika majina. Tumesema huko nyuma kuwa khafdu ni jari kwa mujibu wa kitabu cha matn ajrumia. Twende kazi, anasema almahfudhatu 3 thalathatu anwaa, anasema yale yanayopata jari ni aina tatu, anasema

wafi na herufi ya fi, waruba na herufi ya ruba, walbai na herufi ya bee, walkafi na herufi ya kafu, walamu na herufi ya lamu, wa bihurufi lqasami na herufi za kiapo, wahia nazo ni alwau, kuna wau, walbau na bee, watau na ta maana Wallahi wa billahi wa tallahi, wa bilwawi ruba, na kwa wau ruba wa bimudh, na namud na mundhu. Hayo ndio yanayopata irabu. Kwa nini? Herufi herufi zenyewe ndio hizo tulizozitaja. Fa ama ma yukhfadhu bilidafati, ama yule yale yanayopata eh, ilabu inaopata yani ilabu ya hafdhu ni yani jari kwa idafa nahu, mfano qaulika, qauli yako, ukisema gulamu zaidin, mtoto wa zaidin. Wahuwa ala qismain, wahuwa ala qismain, nayo ni imeganyika katika viganyiko viwili. Ma ipo ile ambayo yuqadaru billam, inakadiriwa wa maana, ipo ile ambayo yuqaddaru bimin inakadiriwa kwa min. Falladhi yuqaddaru billami, amma ile inayokadiriwa kwa lamu, nahu mfano kauli yako kusema gulamu zaidin, mtoto wa zaidin, bimaana iyo ilo neno gulamu zaidin manake

thaubu min khaz, nguo inatokana na khalili wa babu sanji, mlango wa sanji, wa khatamu hadidi, na pete ya chuma. Kwa hiyo katika kukadiria hapo, ndio umekadili, utakuwa umekadiria kwa mfano hapo babu min sanji wa khatam min hadidi. Kwa hiyo hiyo ndiyo namna yake inavyokadiliwa katika nini, idafati. Insha Allahu taala, leo tumeishia hapo. Somo letu si sio refu sana, ni fupi fupi sana, na walilahi alhamdu, tumshukuru Mola ambaye yeye ya ametufikisha hapa. So kwa ujenja wetu taufiki ya Allah juu yetu. Muhimu sana kusubscribe, like, kushare, na comment kuzipata darasa mbalimbali katika channel yetu hii, na mwisho kutuombea dua. Tuombea dua kwani zinakuja darasa mbalimbali kuhusiana na kitabu hichi. Tumemaliza hapa, lakini mbele yetu tuna kitabu ambacho tutakuja kinasherehesha haya yote, maanake mengi tuliyosoma humo katika kama ilivyokuja matnu Kitabu kikiwa katika matni inahitaji ufafanuzi wa maneno mengi sana katika sherehe. Kwa hiyo, inshallah kijacho, tutakuja na sherehe inayokuja kufafanua masomo yote, na hapo ndipo utaweza kufunguka vizuri katika hili somo la nahwu na ukawa unaweledi mzuri. Kwa hiyo, usikose kutufuatilia. Muhimu ndio hivyo, nimesema subscribe, kulike, kushare na comment na kutuombea dua Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe.